Natafakali na kujiuliza ni nini hasa kinachoshambuliwa kwa tukio kama lile. Je, anashambuliwa mtu, taasisi au taifa? Vitatu vimeshambuliwa: Mtu ameumizwa, makao makuu ya Baraza la Maaskofu yamevamiwa, na heshima ya taifa imejeruhiwa. Shambulio lile halikuwa la watu waliotaka kumpora mali au fedha, bali lilikuwa ni shambulio waliotaka kumpora uhai wake uhuru na haki yake ya kuishi, usema na kutenda, kadiri ya dhamiri, imani na wito wake aliojaliwa na Mwenyezi Mungu. Shambulio alilofanyiwa Padre Kitima ni shambulio dhidi ya heshima na na sifa ya taifa letu.